Mwandishi wa habari nchini Tanzania mhariri mwandamizi huyu Manyerere Jackton, kufuatia mambo ambayo yametokea hivi karibuni katika nchi ya Tanzania na kupelekea madhira mbalimbali, ikiwemo mbali vifo na kila aina ya maumivu kwa namna moja ama nyingine na watu kuwa na wasiwasi katika mioyo yao, mpaka sasa anaandika moja kwa moja ushauri kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akisema kwamba Rais Samia afanye hivi. Manyerere Jackton anasema kwamba kwa miaka mingi, Tanzania imekuwa kisiwa cha amani katika bahari yenye misukosuko ya migogoro barani Afrika. Anasema tulijenga taifa letu juu ya misingi ya haki, utu na umoja. Hizi ni tunu ambazo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliziita nguzo za uhai wa taifa. Manyerere Jackton anasema kwamba lakini leo, nchi yetu iko katika kipindi kigumu cha majaribu ya kisiasa, kijamii na kimaadili. Anasema wapo wanaosema amani ipo, lakini ukweli ni kwamba mioyo ya wananchi wengi imejaa huzuni, hofu na shaka. Wapo waliopoteza ndugu zao, wapo wanaoteseka kwa majeraha, na wapo waliopoteza imani kwa taasisi za nchi yetu. Anasema taasisi kama polisi inatazamwa vibaya na wananchi, lakini kwa watawala imekuwa mhimili wa nguzo inayolinda utawala wa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Manyerere Jackton anaendelea kwa kusema nani sasa anaweza kutilia shaka ripoti ya Tume ya Haki Jinai ya mwaka 2023 iliyoongozwa na, na Jaji Othman Chande asema, tume ilisema haya: taswira ya Jeshi la Polisi, kwa muda mrefu kumekuwa na malalamiko mbalimbali kutoka kwa wananchi kuhusu vitendo vinavyochafua taswira hayo, ya Jeshi la Polisi. Malalamiko hayo dhidi ya Jeshi la Polisi yanahusu kushindwa kuzuia uhalifu matumizi ya nguvu kupita kiasi, kubambikiza kesi, vitendo vya rushwa, mali za watuhumiwa kupotea vituoni na kuchelewa kufika kwenye maeneo ya matukio. Hali hiyo inasababisha wananchi kupoteza imani kwa jeshi la polisi na kutokutoa ushirikiano unaotakiwa. Tume inapendekeza: moja, jeshi la polisi lifanyiwe tathmini ya kina itakayowezesha jeshi hilo kufanyiwa maboresho makubwa na kuundwa upya ili kuondoka kwa kuondoa kasoro za kiutendaji zilizopo. Pili, jeshi la polisi libadilishwe kisheria, kimuundo na kifikra na kuwa polisi Tanzania, National Police Service, ili kutoa taswira kuwa jeshi la polisi ni chombo cha kuwahudumia wananchi. Tatu, kubadilisha mitaala ya mafunzo na mtazamo wa askari wa jeshi la polisi ili kutoka katika dhana ya ujeshi, yani police pol force kwenda dhana ya kuhudumia wananchi police service. Nne, jeshi la polisi liboreshe mfumo wandani, wa ndani wa kushughulikia malalamiko ya wananchi na tano, jeshi la polisi liimarishe huduma za kiintelijensia ya jinai na polisi jamii na kuanzisha programu za kuisogeza zaidi kwenye jamii. Manyerere Jackton anasema kwamba haya ni maneno ya tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Je, baada ya hiki kilichoonekana Oktoba 29, bado rais ana kigugumizi cha kutekeleza ushauri wa tume yake? Tuache kuwa nchi ya ripoti na maneno mengi, wananchi wanataka vitendo. Anasema maumivu ya Watanzania hayawezi kuponywa kwa kauli za kisiasa pekee bali kwa vitendo vya dhati vya kiutu na vya haki. Anasema hapa nigusie huu msamiati wa maridhiano. Hili ni neno zuri, linavutia, lakini lina maana tu pale ambapo haki inatendeka. Wakati rais Samia anapozungumzia maridhiano ya kitaifa, wananchi wengi wanajiuliza tutafanya maridhiano kuhusu nini kama tujui kilichotuumiza? Kabla ya kuzungumza kuhusu maridhiano, taifa lina wajibu wa kwanza wa kukubaliana na ukweli. Kwa maana hiyo, ni muhimu kuunda tume huru, hasa tume ya majaji na wazalendo wengine, kuchunguza kwa kina chanzo cha maandamano, vurugu na mauaji ya kutisha yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika maeneo mbalimbali nchini. Manyerere Jackton anasema Tume itatueleza kama ni kweli mauaji wauaji walikuwa maharamia kutoka nje, na kama ni kweli walipenya, hali hiyo inaviweka wapi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama? Bado akili ya kawaida kabisa inagoma kukubali kuwa wauwaji walitoka nje. Asanteni sana Jeshi la Wananchi Tanzania kwa kazi iliyotukuka. Kwa maelezo ya wananchi walionusurika, mmeokoa roho za Watanzania wengi mno. Hii ndiyo maana halisi ya Jeshi la Wananchi. Manyerere Jackton anaendelea kwa kusema kwamba tume inayopendekeza hapa iwe na mamlaka ya kuita mashahidi, kuhoji vyombo vya usalama na kutoa mapendekezo yatakayosaidia ya taifa kuepuka makosa kama hayo kutendwa siku zijazo. Ripoti yake iwe wazi kwa umma. Kukiri makosa si udhaifu bali ni ujasiri na tiba kwa migogoro ya kitaifa. Anasema tukio la mauaji, majeruhi na uharibifu wa mali limeacha kovu kubwa mno kwa maisha ya Watanzania na heshima ya nchi. Binafsi sikutarajia Tanzania ingekuwa ile ya Oktoba 29. Bila shaka wengi tuliamini hivyo ingawa mara kadhaa tulionywa kuwa tuna tofauti na walimwengu wengine wanaouana. Wapo watoto walioachwa yatima wake waliopoteza waume zao wazazi waliopoteza vijana na kadhalika. Manyerere Jackton anaendelea kwa kusema Serikali inapaswa ionyeshe moyo wa utu kwa kutoa kifuta majasho kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, hasa baada ya kuwapo maelezo ya wazi kwamba watu walitafutwa na wakauawa kwenye kumbi, vyumbani, kwenye viambaza, kwenye magari na kadhalika. Aidha, na shauri majeruhi wote wati watibiwa kwa gharama za serikali, kama pesa za risasi zipo, za matibabu haziwezi kukosekana. Hii si siasa bali ni wajibu wa kiutu. Kwa kufanya hivyo, naamini serikali itakuwa imetuma ujumbe kwa kwamba inaona, inasikia na inajali. Hakuna amani ya kweli katika taifa linaloshikilia viongozi wa kisiasa kwa, kwa mashitaka yenye sura ya kisiasa. Hakuna kama ishara ya kuanza ukurasa mpya, Rais Samia anaweza kutumia mamlaka yake ya kikatiba kufuta kesi zote za kisiasa zikiwemo zile zinazowakabili viongozi wa... na wanachama wa Chadema akiwamo mwenyekiti Tundu Lisu na makamu wake John Heche na wengine wa vyama vingine vya ushindani. Hii haitakuwa ishara ya udhaifu, bali ni nguvu na busara ya uongozi. Kiongozi anayetaka amani ya kweli sharti awe tayari kusamehe hata wale waliomkosea kwani Kusamehe ni hatua ya kwanza ya kuliponya taifa. Manyerere Jackton anasema kwamba Watanzania wa leo, hasa vijana, wana kiu kubwa ya kusikilizwa. pamoja na mambo ya utandawazi, mwamko wa vijana ni matokeo ya shule za kita za kata zilizotoa fursa ya elimu kwa wengi. Wameelimika, wanajua haki zao, lakini pia wanaona pengo kati ya ndoto na uhalisia wa maisha yao. Anasema ajira hazitoshi, gharama za maisha zimepanda, na sauti zao mara nyingi hazisikiki, wanazibwa midomo kwa kigezo kwamba kusema sema ni kuwatalisha amani ya nchi. Manyerere Jackton anasema kwamba, namshauri Rais Samia aanzishe jukwaa la taifa la vijana litakalokutanisha vijana kutoka kanda zote kuanzia wanafunzi, wakulima, wajasiria mali, wanaharakati na wasanii ili wazungumze mustakabali wa nchi yao wakiwa wamoja. Naamini kuwa kuwasikiliza vijana ni kuwekeza kwenye amani ya kesho. Rais Samia anaenda kulihutubia bunge. Tumwombe na tumshauri atumie fursa hii kama jukwaa la ukweli na upatanishi. Hotuba ya bunge ndiyo ama ya kuliokoa taifa au kuliweka kwenye hali tete zaidi, hili halijue mapema. Hatima ya Tanzania imo kwenye hotuba hiyo, baada ya kutofanya hivyo kwenye uapisho. Manyerere Jackton anaendelea kwa kusema kwamba katika nyakati hizi za maumivu, taifa linahitaji kusikia sauti ya faraja kutoka juu, kwa mfariji mkuu ambaye ni yeye Rais anasema anaweza kutumia jukwaa la Bunge kusema serikali inatambua yaliyotokea, inasikitishwa, inachukua hatua kurekebisha na itasimamia maridhiano ya kweli baada ya haki kutendeka. Wananchi wanasubiri aseme na atende. Anaendelea kwa kusema kwamba hotuba kama hiyo itakuwa ya kihistoria, itazima au kupunguza hasira, itarudisha matumaini na, na itaanzisha ukurasa mpya wa taifa lenye umoja. Huo ndio wa uadilifu ambao taifa linamtazama Rais Samia auonyeshe. Asitoe hotuba ya kulaumu au kutisha, maana kufanya hivyo kutaendelea kuwa ni kutonesha vidonda. Awe mnyenyekevu na atusaidie kutuonyesha tunatoka, tunatoka vipi kwenye mtanziko huu wa kihistoria. Anasema nigusie tume huru ya uchaguzi chanzo kimojawapo cha migogoro katika nchi nyingi ni ukosefu wa imani kwenye mchakato wa uchaguzi. Anasema rais atafanikisha hili la uchaguzi endapo kama kutakuwako katiba mpya ili kuondokana na tume ya aina hii ambayo imechukiwa hadi na jumuiya ya kimataifa. Anasema vile vile, tume ya haki za binadamu na utawala bora ipewe meno ya kisheria kufuatilia uvunjifu wa haki za binadamu na kuwalinda raia dhidi ya matumizi mabaya ya nguvu za dola. Tume ya sasa ambayo watendaji wake wakuu wanateuliwa na rais, inadhaniwa haiwezi kuwa huru kufanya kazi za kuikosoa serikali inayoongozwa na aliyeliunda. Anasema watanzania wamechoka kuona makosa yakirudiwa bila wahusika kuchukuliwa hatua. Rais anaweza kuanzisha utamaduni wa uwajibikaji wa kweli ndani ya vyombo vya dola na utumishi wa umma. Anasema kila ofisa atakayehusika na matumizi mabaya ya madaraka, rushwa na ukiukwaji achukuliwe hatua bila kujali cheo chake. Hayo ndiyo yanayoliliwa na watanzania wengi. Uwajibikaji ni ishara ya amani ya kudumu. Manyerere Jackton anasema kwamba rais Samia alianza kujijengea sifa ya uvumilivu, utulivu na busara. Nguzo hizi zinahitajika leo zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa, wa utawala wake. Taifa linamhitaji mama anayekemea, anayesamehe, anayelinda, anayesikiliza na anayechukua hatua. Hili ndiyo dhima kubwa ya kihistoria aliyonayo sasa. Manyerere Jackton anaendelea kwa kusema kwamba amani ya kisiasa haina maana kama wananchi wanateseka kwa njaa na umasikini. Hata zijengwe shule, madaraja, barabara, hospitali na huduma zote za kila aina, kama wananchi hawana matumaini ya kula na kuishi, yote mengine ni kazi bure. Wananchi kama wan... wananyimwa uhuru wa kuzungumza kwa uhuru, vifuani watajaza mengi ya chuki, na matokeo yake ni mabaya. Anasema amani ni zao la haki, haki ni zao la uadilifu na upendo. Kama taifa tusikimbilie maridhiano ya maneno kabla hatujaweka wazi nini kilichotokea, nani ala, aliumia na nani alihusika. Sharti tujue mambo gani yametufikisha kwenye mauaji ya kinyama ya Oktoba 29. Ukweli ni kwamba anaendelea kwa kueleza mambo mengi kadhaa ambayo anaeleza hapa katika mtanziko uliopo kwenye nchi yetu ya Tanzania. Manyerere Jackton pamoja na makala hiyo ambayo anaendelea kumshauri rais kwa upendo na hekima, huku akitoa baadhi ya hoja zake. Baadhi wanaeleza kwamba hakika makala hii inavuta wengi na sita kidogo kuendelea na maneno ambayo ameeleza Manyerere Jackton. Lakini ninavutwa na hisia kwamba hatuna haja ya kuogopa kuyasema na kuyazungumza haya, na naomba nimalizie kwa kusema ama kusoma waraka huu wa Manyerere Jackton kwa kuendelea kwa kusema kwamba Manyerere anasema amani ya kisiasa haina maana kama wananchi wanateseka kwa njaa na umasikini. Hata zijengwe shule, madaraja, barabara, hospitali na huduma zote za kila aina, kama wananchi hawana matumaini ya kula na kuishi, yote mengine ni kazi bure. Wananchi kama wananyimwa uhuru wa kuzungumza kwa uhuru, vifuani watajaza mengi ya chuki na matokeo yake ni mabaya. Anaendelea kwa kusema kwamba amani ni zao la haki. Haki ni zao la uadilifu na upendo. Kama taifa, tusikimbilie maridhiano ya maneno kabla hatujaweka wazi nini kilichotokea, nani aliumia na nani alihusika. Shati tujue mambo gani yametufikisha kwenye mauaji ya kinyama ya Oktoba ishirini na tisa. Ukweli utatusaidia kuondoka hapa tulipo, hata kama jukumu la amani ni la kila mmoja wetu, dira yake sharti ionyeshwe na rais mwenyewe kwanza. Manyerere Jackton anaendelea kwamba leo Watanzania hawahitaji hotuba nyingi na ndefu, wanahitaji kuona vitendo vya ujasiri. Wanadai haki, utu na mwelekeo mpya wa taifa lao. Rais Samia akiongoza mchakato wa ukweli, maridhiano na uponyaji, atakuwa ameandika ukurasa mpya wa kihistoria ya Tanzania wa historia ya Tanzania, ukurasa wa ujasiri, hekima na upendo. Kuna wakati kusema na kuna wakati wa kutenda. Watanzania wanahitaji vitendo vya haki ili amani tamaraki. Wanataka waheshimiwe na wasikilizwe kama wadau muhimu kwa maendeleo ya taifa lao. Hawahitaji kufokewa kama wasio na thamani au maana, nchi hii ni ya Watanzania wote. Nimeasema haya nikiwa raia mwema ninayeomba kwa Mungu nchi yetu iwe tulivu kwa misingi ya haki na amani. Kila anayeipenda Tanzania na anayempenda Rais Samia atafanya walau zaidi ya nilivyo shauri hapa. Nimeandika nikiamini kwa dhati kuwa woga ndiyo silaha dhaifu kuliko silaha zote. Nikiwa mwana CCM nilielelewa katika mikono ya waasisi ya utu na haki na hidi kusimama kwenye ahadi, ya, na itasema kweli daima, fitina kwangu mwiko. Tunao wajibu halali wa kumshauri rais yaliyo ya heri kwake na kwa taifa letu. Watawala wakipuuza kilicho cha wananchi na kukumbatia hekaya za machawa na wanafiki wataliuwa taifa. Mungu ibariki Tanzania. Manyerere JN, Novemba 10 siku ya kuzaliwa 2025. Huu ni waraka ama andiko la ushauri kwa Mheshimiwa Rais kutoka kwa Manyerere Jackton ambaye pia ni mwandishi wa habari na mhariri mwandamizi katika nchi ya Tanzania akisema Rais Samia afanye hivi. Mtazamaji, karibu nawe kwa maoni yako kutokana na andiko hili na kutakia wakati mwema